Mtu akinipenda atalishika neno langu na baba yangu atampenda nasi tutakuja kwake. Haya ni maneno yatakayoongoza tafakari yetu ya dominika hii ya sita ya Pasaka katika mwaka C wa kanisa. Ni maneno ya Yesu Kristo aliyewaambia wafuasi wake, hata leo hii pia anatuambia sisi sote kwani sisi pia ni wafuasi wake. Katika nyakati hizi tunaalikwa tumfuate Yesu Kristu, hasa kwa kulitii neno lake, tukiwa wafuasi wake wema. Wapendwa katika Kristu, kiini cha neno la Yesu ni kumpenda Mungu na jirani na kufuata amri zake. Ndugu zangu, tukimpenda Yesu Kristu kwa matendo, basi tutaurithi uzima wa milele. Kupenda Yesu Kristo na jirani zetu kwa vitendo, tutaurithi uzima wa milele. La hatupendi kwa vitendo, hatutaweza kuurithi uzima wa milele. Ndugu yangu mpendwa katika Kristo, katika somo la kwanza kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kumi na tano aya ya kwanza hadi ya pili hadi 29 tunaona kuna mvutano mzito katika jumuiya ya Wakristu wa kwanza, na mvutano ni mvutano juu ya tohara. Walikuwa navutana juu ya tohara. Wayahudi walingang'ania kuingia Ukristu na baada ya kuingia Ukristu walitaka waendelee kukumbatia taratibu za tohara, taratibu za mila ya Kiyahudi, na hivyo wakawalazimisha wale wageni wanaoingia kwenye Ukristo nao pia watahiriwe ili waweze kuwa wakristo safi. Kumbuka kwamba Waisraeli kwa kawaida wanatahiriwa alifanyiwa tohara mtoto eh, akiwa mdogo kabisa kuanzia akishakuwa na siku nane hivi mtoto huyo anatahiriwa, kwa wale ni watu waliokuwa wanatahiriwa, lakini wageni ambao hawakuwa Waisraeli wao hawakuwa wanatahiriwa. Dini ya Kiyahudi iliwadai wa Wayahudi wote watahiriwe. Hawa Wayahudi walioongoka kuwa Wakristu wakaanza kuwalazimisha watu wengine wanaoingia pale pia watahiriwe. Kumbe kimsingi hakuna uhusiano wowote ule kati ya Ukristu na kutahiriwa. Hakuna uhusiano wowote ule kati ya Ukristu na kutahiriwa. Hatusemi kwamba kutahiriwa ni kubaya, wala hatusemi kwamba kutahiriwa ni kuzuri. Kutahiriwa ni jambo la kiafya, ni jambo ambalo halina uhusiano na kidini. Sasa, kutokana na mgogoro huo, mgogoro kazidi kuwa mkubwa sana, hadi ikafika baadaye wakaanza kuadhimisha ekaristi takatifu peke yao, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, yao Wayahudi waliotahiriwa wakaanza kuadhimisha kwa, kwa ekaristi takatifu peke yao eh, misa ya watu waliotahiriwa na wageni pia wakaanza kuadhimisha ekaristi peke yao eh, misa ya wasiotahiriwa kini. Tunashukuru Petro akawaita mitume wengine na wazee wa kanisa, wakakaa wakalijadili hilo swala, wakafikia hitimisho kwamba Hakuna uhusiano wowote kati ya Ukristo na tohara. Kinachopaswa ni kutairi mioyo yetu. Eh, aliyesema kwamba wale wanaoingia katika Ukristo watairi mioyo yao, waachane na mila za kizamani, waachane na maisha ya dhambi, wakumbatie maisha ya utakatifu Kumbe u mkutano ndio ulitoa suluhisho hilo kwamba hakuna uhusiano wowote ule. Ndugu yangu mpendwa katika Kristu, baada ya kukutana walisaisha dhana hiyo potofu, akasema wakasema, Wakristu wasitwikwe mizigo, ila wafanye yale tu yaliyo yalazima katika Ukristo, kwa mfano waache kuabudu miungu mingine, yaani sadaka kwa sanamu, waache uasherati, waepuke kuzivunja amri za Mungu. Ndugu yangu mpendwa katika Kristo, kumbe sisi leo hii tunafundishwa kujiepusha na imani potofu wenzetu Wayahudi waliingia Ukristu wakang'ang'ania kuendelea kukumbatia imani potofu, mila zao za kizamani ambazo hazina mashiko katika Ukristu. Lakini kwa Waafrika leo hii bado kuna hali mbaya zaidi kiimani. Pamoja na imani yetu na elimu tuliyonayo, lakini bado baadhi ya wa Waafrika na jamii zetu nyingine, hata katika mji huu wa Mbeya pia, hata katika parokia hii teule ya Ilemi, wanang'ang'ania kubaki katika Ukristo na imani potofu za kishirikina. Wapo Wakristo wengi hata leo pia, a mchana ni Wakristo wanakomunika Ekaristia Takatifu. Kwa wakati wao wa siri wanaondoka wanaenda kutambika makaburini. Mkristo tena msomi kabisa. Kuta bado anavaa hirizi. Anazindika nyumba. Anaenda kwa waganga wa kienyeji kutafuta bahati ya kupata kazi, kupata ajira, hata kupata nafasi za kuteuliwa katika uongozi nafasi za kisiasa. Kuna wengine pia wanafanya kilimo au biashara zao wakitegemea hirizi, mafuta ya upako, maji ya upako, leso za upako, keki ya upako, mate ya upako. Wote huo ni ushirikina. Mbaya zaidi, kuna wengine wanafunzi hawataki kujisomea, hawataki kujisomea, lakini wanategemea kwamba watachukua dawa kwa mganga fulani ili wafaulu mitihani. Na kuna wengine hawataki kujisomea, wanategemea kwamba watajipaka mafuta ya upako wafaulu mitihani. Huo ni ushirikina kama ushirikina mwingine. Wapendwa katika Kristo, hadi leo hii, kutokana na imani potofu, kuna mauaji ya albino, tena albino wengi sana huwa wanakufa kipindi hiki cha uchaguzi. Mkristo anaamua kumuua mlemavu wa ngozi ili awe tajiri au apate apite katika uchaguzi wa, wa kisiasa kwenye cheo anachokipendelea yeye. Nani alidanganya kwamba utajiri huko kwa, kwa walemavu wa ngozi? Pendwa, hii ni imani potofu. Ingekuwa hivyo basi walemavu wa ngozi wangekuwa mabilionea kwanza wao wenyewe. Ndugu yangu, mfuasi wa Yesu Kristu Anapaswa kuachana na kuachana imani potofu. Mafanikio huja kwa kumwamini na kumtegemea Mungu na kufanya kazi kwa juhudi na maarifa. Mtume Paulo alisema tunayaweza mambo yote katika Mungu akutiaye nguvu. Nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Wafilipi 4:13. Nje ya Mungu huo ni upuuzi na kupoteza muda. Ndugu yangu mpendwa, sisi kama wa Kristo, sisi kama wa Kristo, Yesu anatuambia maneno haya leo, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake, tutakaa kwake. Yohane 14 23, 29. Mtu akinipenda atalishika neno langu na Baba yangu atakao kwake nasi tutaishi naye. Ni maneno kati ya maneno yanayotia faraja sana katika Injili ya leo. Tena ni maneno yanayotuliwaza, mtu akinipenda. Katika mantiki hii ni muhimu sana na ni zawadi ya upendo wa imani inachochea tafakari yetu. Yeye anayependa anaamini, tena anaahidi kutuletea msaidizi, yaani mtetezi. Lakini mtetezi ndiye Roho Mtakatifu. Mtetezi kwa tafsiri nyingine ni mtu ambaye huitwa mahakamani ili kwenda kutoa utetezi, kutoa msaada wa maelezo kwa upande wa mshtakiwa. Kivumishi hiki cha mtetezi kilitumika katika mahakama ya haki kuonesha msaada kwa mshtakiwa. Wanasema the paraclete, paraclete advocate. Huyu ni mtetezi. Ukienda kule mahakamani, muda mwingine unaweza kaa wewe uweze kuongea mbele ya watu Unaona uoga unaona uoga au unaona aibu kuongea mbele ya watu, lakini Mungu anasema usiwe na hofu, atakuletea mtetezi ambaye ataongea badala yako, kama mahakamani anavyoongea wakili yule anavyokutetea, basi kumbe huyo ataongea badala yako. Ndugu zangu, Roho Mtakatifu ndiye mtetezi, ndiye msaidizi wetu atakayetutetea kemtetea mfuasi wa Yesu pale atakapokuwa katika taabu na majaribu mbalimbali dhidi mbali ya imani yake kwa Yesu Kristo. Ndugu yangu, mtu akinipenda atalishika neno langu na Baba yangu atampenda. Yesu anasaka sisi sote tulishike neno lake linalosema tumpende Mungu na jirani kwa vitendo. Maana yake tunayoyapenda tunayapenda ndiyo hasa huonesha upendo. Yale mambo tunayoyatenda tunayoyatenda, yale ndiyo hasa yanaonyesha sisi tunapenda nini. Maneno tunayoongea yako mengi, hata kanga, kuna maneno yameandikwa kwenye kanga hata magazeti kuna maneno yameandikwa, lakini unalolitenda ndilo linathibitisha kwamba unapenda nini. Kumbe matendo yako ndiyo imani yako, matendo yako ndiyo imani yako. Matendo yako ndiyo yanaonyesha ni nani unayempenda, kama unampenda Mungu au unampenda Shetani. Sisi Wakristo ni lazima tuonyeshe upekee na utofauti kwa kuwa wacha Mungu wa kweli kufuata amri zake za kumpenda Mungu na kuwapenda jirani, kuwasaidia hasa wanapokuwa katika shida mbalimbali mbali, wanapokuwa katika uhitaji wa dharura. Ndugu yangu mpendwa katika Kristo, maisha yetu haya tuliyonayo ni mafupi. Maisha haya ni mafupi sana, ni mafupi kuliko unavyoweza kufikiria. <coughs> Ewe Mkristo, tumia muda wako mfupi uliobakia, tumia muda wako wa maisha mfupi uliobakia kutenda mema, kutenda mema kuwatendea wengine mema, kuwasaidia wengine, kuwasaidia wahitaji, wa kujenga taifa la Mungu ambalo kweli linakuwa lenye kuweza kuwaunganisha watu. Ndugu yangu na mimi tuelewe kwamba inawezekana leo hii ukawatendea wengine vibaya, unaweza leo hii ukawanenea wengine vibaya, lakini haujui kesho yako, haujui kesho yako, hatujui kesho yetu. Haujui utakapokuwa katika hali ya uhitaji, utakapokuwa hali ya shida, huelewi ni nani atakaye kusaidia. Ndugu yangu, jitahidi kutenda mema. Inawezekana leo hii, mpendwa katika Kristo, pengine una hali nzuri nzuri kifedha una hela nyingi. Kutokana na pesa zako unaamua kuwasumbua wengine. Pesa ni za kupita, pesa ni za kupita, pesa ni za kupita. Jaribu kuwa mwema, jaribu kuwa mwema, ishi vizuri na watu, waheshimu watu. Tunaambiwa kwamba upendo huanzia nyumbani. Upendo huanzia wapi? Nyumbani. Upendo unaanzia nyumbani. Basi kumbe, kama upendo unaanzia nyumbani, baba na mama, nyumbani kule jitahidi kupendana, mpendane. Baba na mama, mpendane, mpendane na tena na mwingine ndio kuna mama pia hapa ni chanzo cha ukorofi katika nyumba. Najua mama, niwapate siri moja yeye mama. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Yeah. Wa mama, naomba niwapate siri moja. Hatima ya ndoa ipo mikononi mwa mama. Uongo, kweli? Hatima ya ndoa ipo mikononi mwa mama. Ni mama a, mama yeye akitaka ndoa itakuwa ya amani, asipotaka ndoa haitakuwa na amani sawa. Lakini tena kama we mwanamke unajiona kwamba haupo tayari kutawaliwa, haupo tayari kugasiwa gasiwa, haupo tayari kuongozwa na mwanaume, ni bora tu usiolewe. Kama haupo tayari kutawaliwa kama huko tayari kuongozwa na mwanaume, elewa kwamba ndoa sio fani yako, ndoa sio fani yako. Kafanye shughuli zako nyingine tu, kawezage vitumbua kwa minyuko mitaani, kawezage maandazi eh, fanya tu shughuli zako nyingine tu. Necha ya mwanaume ni mtawala. Necha ya mwanaume nani? ni mtawala. Mwanaume ni kiongozi, mwanaume nani? Ni kiongozi. Kubali kutawaliwa, na hii dunia inaenda kutokana na kukubali kutawaliwa. Hata mimi nilipo hapa, padri, mimi padri natawaliwa na askofu. Nimeweka mikono yangu ndani ya mikono ya askofu, askofu nitume, nitafanya unalotaka wewe, inipata penu pale hivi na namba saba, namba 10 na 10 na kitu nimeweka mikono yangu kwa papa. Papa Leo wa kumi na nne tutawale maaskofu wameweka mikono kwa papa. Papa, tutawale mapadri tumeweka mikono kwa, kwa askofu. Askofu tuongoze tutawale. Sisi mapadri wasaidizi, eh, wengine wasaidizi wa ishirini hapa tumesema paroko tutawale, ndiyo maana kanisa linaenda hata kama makatekista wenu hawa wamekubali kutawaliwa na paroko, ndio maana kanisa linaenda Serikalini mawaziri wote wale wamesema kwamba rais tutawale, ndio mambo yanaenda. Mapolisi wote awa na vilungu vyao na mabomu ya machozi wameweka, ni watii chini ya uongozi, chini ya utawala wao halali. Wanajeshi wote wanaongozwa na viongozi wao. Sasa kwenye ndoa, wewe mwanamke unataka kujitawala, mimi sitawaliki Huu ulimwengu unaenda kutokana na kukubali kutawaliwa. Wapendwa, hii ni mbinu kuu. Ukitaka amani iwepo katika familia yako, ewe mwanandoa, ukitaka amani iwepo katika familia yako, kubali kutawaliwa. Kubali kuongozwa na mwanaume. Kubali kuongozwa na mume wako. Piga uwagaragaza pigaua garagaza, mwanamke atabaki kuwa mwanamke na mwanaume atabaki kuwa nini? Mwanaume pamoja na sera zote na nadharia zote za haki sawa, mwanaume atabaki kuwa mwanaume na mwanamke atabaki kuwa mwanamke. Mwana, kwa hiyo mama, wewe ukinisikiza, nayekwambia vizuri, ndio yako itakuwa safi. Ukiamua kuungana na wenzako eh, Wanasema haki sawa ndoa yako utaivuruga. Utaivuruga. Na ndio maana watu wengi sana wa haki sawa hao. Muulize mwenzangu, umeolewa? Ah, mimi nishachana naye. Sitaki kutawaliwa. Na huyo ambaye ndoa imemshinda ndio anataka kuongoze wewe. Unataka kushauri wewe. Hapana. Turudi katika mila zetu. Mila zetu ni mila za kuo. Niwapatie mfano wa kanisa. Tumekubali kuongozwa na wengine, serikalini wamekubali kuongozwa na wengine, hasa kwenye ndoa. Wewe nani? Kwa mfano unataka usiongozwe, wewe nani? Basi umba dunia yako ambayo iko huru. Ndugu yangu pendwa katika Kristu, baba na mama mkiungana, mkiwa leno likiwa limoja, hivi nakwambia watoto wenu watashikamana na kweli, maisha ya familia Mtayona mbingu ndogo katika ndoa yenu, lakini mkitaka kila mmoja ainue pembe juu, mtaona ndoa yenu ni jehanamu tarajiwa. Take care. Wapendwa katika Kristu, pamoja na sheria zote tulizonazo, upendo na utu lazima utangulizwe kwanza kwa maana sheria zote zimewekwa kwa ajili ya watu, sheria zote zimewekwa kwa ajili ya wanadamu. Kama sheria haimsaidii mwanadamu, basi yapaswa kutazama upya. Jitahidi kuwa chanzo cha furaha kwa wengine, tafuta namna ya kumsaidia mhitaji. Kwa kufanya hivyo, Mungu atajidhihirisha kupitia wewe. Kwa mfano, unapita barabarani unakuta kuna ajali imetokea pale Mlima Nyoka, kuna ajali imetokea fika pale kuna mtu, badala ya kusaidia, anaanza kuwasearch wale watu walioanguka na gari, anawasearch anawasearch, anachukua simu, anachukua hela. Baada ya kuwasearch eh, anaanza kuwapiga picha ta, ta, ta, ta. Anaposti mtandaoni. Eh, kuna ajali mbaya sana imetokea eh, type amen. Kuna ajali mbaya sana imetokea. Pendwa ni kinyume cha sheria kuwapiga picha majeruhi wa ajali na kuziposti bila idhini yao. Ni, ni, ni kwambie tu kweli, ni kinyume cha sheria kuwapiga picha majeruhi wa ajali na kuposti mtandaoni bila idhini yao. Ni kinyume cha sheria kwenda kule ICU kule kuwapiga picha wale watu wa ICU wale na kuposti mtandaoni bila idhini yao ni kinyume cha sheria kwenda kule mochwali kupiga picha zile maiti za watu na kuposti mtandaoni, eh, fulani amekufa, angalia alivyokufa bwana, bila idhini yao. Ulimwengu wa leo tunapenda sana kupiga picha. Mama mmoja alikuwa mume wake anafariki, mume wake anahangaika, anakata roho pale, anapiga selfie. Jamani, niambieni, niambieni pole, niambieni pole, mume wangu anakufa, ona anavyokufa, ona anavyokufa. Wewe ni mke au ni jini? Ah, wewe ni ni shetani lenyewe mwenyewe. Yaani mume wako anakufa badala ya kumwonea huruma unapiga selfie. Unapiga selfie na mtu anayekufa. Mtu anahangaika, anakata roho unapiga naye selfie. Amekutuma nani? Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Yeah. Kwa hiyo ndugu zangu, Mm-hmm. wapendwa katika Kristo, tupo hapa duniani kwa ajili ya kazi moja tu, kazi ya kutafuta uzima wa milele na tutaupata uzima wa milele kwa kumpenda Mungu na jirani, kumpenda Mungu kwa vitendo na kuwapenda wenzetu kwa vitendo. Kwa hiyo tunapovunja amri za Mungu au tunapokaidi amri za Mungu maana yake tunamchukia Mungu na kumpenda kwa maneno. Basi ni vyema kila mmoja wetu achukue maamuzi sasa ya kumpenda Mungu kwa vitendo. Unapompenda Mungu ni lazima umpende jirani yako. Huwezi kusema kwamba unampenda Mungu usimuona kwa macho ili hali unamchukia jirani yako naye muona kwa macho. Upendo wa wako kwa Mungu utajidhihirisha kwa kumpenda jirani yako. Ndugu yangu, tukifanikiwa kumpenda Mungu kwa vitendo, tutapewa tuzo ya uzima wa milele. Tutairithi mbingu ambapo hatutakuwa na shida wala dhiki tena. Tutaishi maisha ya kumsifu Mungu, kumwimbia mwanakondoo huko mbinguni milele yote. Tumsifu Yesu Kristo, yeah.